Mama, ujio wangu hapa ninachotaka pesa yangu. Nimekuvumilia sana kama mjukuu wangu miezi mitatu. Hakuna mtu yote wa kuweza kuvumilia. Naomba pesa yangu mama. Nimevumilia sana muda mrefu. Unataka kusema mwenyekiti huyu ana cash flow sijui ni? Hapana mama, naomba pesa yangu. Miezi mitatu. Mama, tena sitaki mambo yawe mengi. Nimevumilia sana vya kutosha. Mjukuu wangu sitaki maneno mengi. Naomba pesa yangu. Sawa? Usinitolee mimacho hivyo, naomba pesa yangu. Ni mtu gani usiofadhilika bwana? Ala, nikuvumilia vya kutosha sana. <coughs> Ela matumizi sinatosha ndogo, niongezi hiyo. Inatosha hiyo sasa Baadaye mimi naenda kazini, basi umona mama, kumbe mama unafanya mambo ya upumbavu kabisa katika nyumba yangu mama. Nyumba yangu mimi hajawahi hajawahi kuingia mwanamume, hapana. Ah, mama, tena nakus, nakustahi, naomba pesa yangu. Umepata pesa na unaonekana pesa, nazo unazo nyingi ndani humo mama. Mambo ya dhambi unayofanya, Mungu hapendi unaingiza wanaume, wanapishana hivi mlangoni, afu naniambia pesa mimi sina. Uoni hata aibu? mzee kama mimi nadhalilika, babu mzee hivi eh? Nadhalilika, naomba pesa yangu mama, usiniambie chochote upuuzi, sitaki. Tumalizane. sina hela. Oh, mama, umepewa pesa sasa hivi unasema pesa huna. Sina hela. tumalizane basi ah. Tumalizane una maanisha nini? Wow, ujui ya unachomaanisha